Ah, kama wa mbali. Niko poa. Kio, ice cream unauza mbando? ni unaunza. Nilikuwa unauza pesa ngapi? 40 na 50. Unauza na gala ama? Bana, si nauza na kona. Na? Na kona. Kona ni jao, kona ni nini? Ah, hii plastic. na sasa go, ya bibi ni ngani? Na si ndio hii kubwa. Oh, unauza na ugumbwa? Yeah na ni ni ni na nikikuja na, na nikikuja na kikombe yangu, nieke hapo, utaniuzia na ngapi? Sitaki hii kitu na inafanya na kuwa naanza asi asende te, haiwezi. Haiwezi, kwa nini haiwezi? Ah, Niku... wewe si mbona tu unze ice cream, eh, bora niuze. Na sasa kwa nini utaki kuniwekea nikikuja na kikombe yangu? Ah, kikombe yako haiwezi. Naweka ngapi? Haiwezi. Si nikikuja unanikadia la, ikue that bomb, nikate mbao, haiwezi. Mimi sitaki hii kitu, hii kitu ni ni allergic. <coughs>